Kuwasilishia matangazo haya kwa lugha ishara ni Carol Njoroge. Mimi ni Ben Chumba, hujambo na karibu. Na rais William Ruto ametangaza vinono kwa maafisa utawala ikiwemo malipo kwa zaidi ya wazee laki moja wa vijijini, kupandishwa vyeo kwa machifu na pia makonstebo wa polisi walio na umri wa miaka hamsini na zaidi. Rais aliyasema hayo alipopokea ripoti ya mpango wa Jukwaa la usalama kutoka kwa wizara ya usalama. Ripoti hiyo mtazamaji, ilipendekeza mpango wenye vipengee ishirini na moja wa kuimarisha usalama, yakiwemo maslahi na usaidizi wa maafisa, marekebisho ya sera ya kisheria na kitaasisi, kuimarisha usalama mtandaoni, kugatuliwa kwa huduma za uhamiaji, kudhibitiwa na kupewa uwezo wa kwa sekta ya bodaboda. Mwanahabari wetu Giverson Maina huyu hapa na taarifa zaidi. Siku moja baada ya kuongoza hafla ya kufuzu kwa zaidi ya machifu elfu moja mia nane Rais William Ruto alikutana nao katika ikulu ya na Nairobi, kwenye hafla ambapo alipokea ripoti ya mpango wa wa jukwaa la usalama kutoka kwa wizara ya usalama. Ripoti hiyo ilipendekeza miongoni mwa masala mwengine, usimamizi na ustawi wa wafanyikazi, ili kuharakisha michakato ya uteuzi na upandishaji cheo kwa maafisa wa utawala na walio usalama, ili kurejesha uongozi, kuimarisha motisha na kuhakikisha uendelevu katika utoaji huduma, hawa wote ambao walipatiwa training na wale wote ambao hawajafanyiwa ni kutokana na hali hiyo ambapo Rais alitoa agizo ambalo litakapotekelezwa litabadili hali za maisha za wazee wa vijijini. E, nimeambia waziri kuanzia tarehe moja mwezi wa sita kwa sababu sasa ndio tutapanga budget. Tutapanga budget ya kuwalipa shilingi elfu tatu kila mwezi. Kadhalika, kama sehemu ya pendekezo kuhusu ukusanyaji fedha na rasilimali, rais alimwagiza waziri wa usalama Kipchuma Murkomen kushirikiana na wizara ya fedha kuimarisha mamlaka hiyo kutolewa kwa fedha kwa minajili ya maafisa hao wa utawala. Machifu wote watapokea kipakatalishi kila mmoja kama sehemu ya mapendekezo ya kuweka rekodi za usalama katika mfumo wa kidijitali. Ripoti hiyo pia inapendekeza kupelekwa kwa vitengo maalum vya polisi kushughulikia changamoto katika maeneo mbalimbali mbali, ikiwemo kuwasaka wahuni na magenge tuanzishe na askari wa kwanza 1860 wakuwe deployed, tunaelewana? Ndio wasaidiane na machiefs kule mashinani. Ili kurahisisha usafiri, serikali itanunua magari alfu tatu hasa vya kielektroniki ili kusuluhisha changamoto za mafuta. Endeni mtafute electric vehicles, tununulie hii watu. Kila mtu jioni ana chaji gari yake, hapo kesho anaendelea na kazi. Hakuna haja ya kwenda, hakuna haja ya kwenda kuzurura kutafuta mafuta. Kadhalika, aliagiza kuongezwa kwa malipo ya makonstebo wa polisi walio na umri wa miaka hamsini na zaidi. Kama mtu amefikisha miaka hamsini na bado yeye ni constable, wote hawa wakuwe promoted sababu sasa miaka, miaka imesonga waende nyumbani at least na kakitu. Rais pia alitoa wito kwa maafisa wa utawala kuwaelimisha wakazi kuhusu sera za serikali, akiwahimiza kuwashurutisha watoto wote kwenda shuleni na kupinga dhuluma za kijinsia. Mapendekezo mengine ya ripoti hiyo ni kuimarisha operesheni za kiusalama za mashirika mbalimbali, mashauriano na jamii na kusuluhisha mizozo, mipango ya kudhibiti umiliki na utoaji wa silaha ndogo ndogo, usajili wa watu na mifumo wa sera za urekebishaji tabia Lord... mana darubini si jukwaa la